Barabara ya mkoa ya Malizi Mkwa juni Makongorosi ni barabara ya mkoa yenye jumla ya kilometa 117 ambayo inahudumiwa na wakala wa barabara yani TANROADS kwa upande mmoja mkoa wa Songwe na kwa upande mwingine kilometa kumi za kutokea kule Malizi kwa mkoa wa Mbeya. Mheshimiwa mgeni rasmi, barabara hii kwa upande wa mkoa wa Mbeya E, inaanzia katika barabara kuu ya kule Tanzam Highway yaani barabara ya Tanzania Zambia katika mji mdogo wa Mbalizi hadi kijiji cha Chang'ombe ambapo ndiyo mpakani wa mkoa wa Mbeya na mkoa wa Songwe, na kipande hiki kina urefu wa kilometa 54.84. Kipande cha kuanzia kijiji cha Chang'ombe kupitia Mkwajuni makao makuu ya wilaya ya Songwe kuja hadi sasa hadi Patamela chenye urefu wa kilometa 54.8 kinahudumiwa na wakala wa barabara Songwe, lakini kipande kilichobaki kuanzia kijiji cha Patamela hadi Makongolosi chenye urefu wa kilometa 10.72, kama kama alivyosema awali, kipo katika wilaya ya Chunya na kinasimamiwa na TANROADS mkoa wa Mbeya. Mheshimiwa mgeni rasmi, barabara hii ni muhimu sana kwa mkoa wa Songwe kwa kuwa ndio barabara inayotumika kuja katika makao makuu ya wilaya ya Songwe kutoka makao makuu ya mkoa wa Songwe kwa kupitia barabara ya Mbalizi mkoani Mbeya. Na kama alivyosema Mheshimiwa Mbunge, barabara hii ni kiungo pia cha uchumi, kwa kuwa huku kuna madini mengi ya dhahabu, na kama alivyosema Mheshimiwa Kongesta wakati tunasaini mkataba amesema kwamba kuna madini yanaitwa helium ambayo ni madini e, rare earth kama alivyosema mweshowa mbunge Murugo, na ambayo yataingizia taifa mapato makubwa sana. Kwa kuwa serikali ya Dkt. Samia Suluhu Hassan inatambua umuhimu wa barabara hii kiuchumi na kijamii, serikali kupitia wakala wa barabara ya mkoa wa Songwe pamoja na mkoa wa Mbeya imekuwa ikitenga fedha kufanya matengenezo hapa na pale kwa maana matengenezo ya kawaida, matengenezo ya muda maalum na matengenezo ya sehemu korofi mara kwa mara, ili iweze kupitika. Aidha, serikali imekamilisha upembuzi yakinifu ya na kina kwa ajili ya ujenzi wa kiwango cha lami cha kuanzia Mbalizi cha Ng'ombe Galula mkwa juni saza patamela hadi makongolosi kwa kilometa 117 Mheshimiwa kumi na saba hivyo wakala barabara Tanzania, kupitia, wa barabara Tanzania kwa kupitia meneja wa mkoa wa Songwe itajenga barabara ya kutoka mkoa juni kuelekea sasa, na hivi punde tutasaini mkataba na mkandarasi mzawa Classic Tanzania Limited kutoka Dar es Salaam, na mkataba huu utasainiwa hapa mbele ya macho yenu, ambapo mimi mtendaji mkuu wa taasisi ya TANROADS nitasaini na kwa sasa hivi kwa upande wa mkoa wa Mbeya kuna kazi inaendelea kutoka mji mdogo wa Mbalizi mkoani Mbeya kuelekea dharura na mkandarasi anayeendelea kufanya kazi pale ni Jasi Company Limited, hayo, kama ni kutoka Mwanza. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kusema kwamba serikali ya Dokta Samia Suluhu Hassan imedhamiria kutafuta fedha na imedhamiria kuunganisha maeneo yote ya mikoa pamoja na kwa taifa zima, barabara za mikoa na barabara za taifa, hasa zile zinazokwenda katika maeneo ya kiuchumi ili kuhakikisha kwamba nchi yetu inakuwa ina barabara za lami ambazo zinaleta tija na kuinua maisha ya watu, lakini vile vile kuinua uchumi wa nchi kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimechukua yale aliyosema mheshimiwa mbunge kuhusu barabara ya kutoka Mkwanyuni kwenda gua Limpanda, kilomita mia mbili themanini kwa kuwa barabara hii itaunganisha na mkoa wa Katavi na eneo hili ni eneo la kubwa la kiuchumi, na vile vile tutaendelea kufanyia matengenezo na kuhakikisha kwamba mheshimiwa Marugo Mrugo pamoja na wananchi wengine watapita kutoka Makongolosi kwenda Manyoni na hivyo kuweza kufupisha safari zao lakini vile vile kuinua uchumi wa maeneo haya.